Mambo vipi, ewe mwanafamilia yetu nguvu wa Blue House Dax Media. Karibu tena tujadili hili swala kwa kina kuhusiana na majira, jana tuliweza kumuona Diamond Platinumz aliweza kuposti picha ambazo zipo picha, baada ya kuzishare kupitia peji yake ya Instagram zimeweza kuzogumza sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ikimuonesha kama vile anamuoa mwanadada Zuchu katika ndoa ya mkeka. Sasa, moja kati ya kitu ambacho kilisikika wakati anatoa mahari aliweza kusema kwamba mahari alitoa ni zaidi ya shilingi milioni 48. Mbali na hayo yote majira ya leo tumeweza kupokea taarifa mpya kufuatia Maimatha ambazo ameweza kuvujisha taarifa. Taarifa ya kwanza hapo jana Maimatha aliweza kusema kwamba dada wa kazi e, wa nyumba ya Diamond Platinum ameweza kufukuzwa kazi na hii ni baada ya kuvujisha siri kwamba Zuchu alipewa talaka na Diamond Platinum. Kwa hiyo kazi ya makibarua kwa kimota majani kina namna hiyo. Sasa mapema siku ya leo asubuhi tumeweza kupata taarifa nyingine kufuatia Maimatha ameweza kusema kama ifuatavyo ambapo hali halisi ilivyo mpaka sasa nyumbani kwa mwanamuziki na star wa muziki wa Afrika Diamond Platnumz eh, inasemekana kwamba Zuchu amepigwa marufuku kuingia nyumbani kwa Diamond, walinzi wapewa kazi nzito ya kutoa katazo, wakimwona pale Zuchu anataka kuingia kwa Diamond, basi wanamzuia. Nini ambacho kinaendelea? Mbona kama vile Diamond anatuchanganya kiasi hicho? Ni mtusome kile ambacho ameweza kuandika Maimartha kupitia page yake Instagram, hali halisi jinsi ilipo nyumbani kwa Diamond Platnumz. Eh, mwana mwenzenu huko, mwanadada Zuchu ashazuiliwa kuingia ndani, unaambiwa walinzi wamepewa amri kwamba mwiko Zuchu kuingia ndani kwa Diamond Platinumz. Mama Dangote na mwanae wameajiri timu ya wafanyakazi wapya kabisa ili kupunguza gesi ya Diamond Platinumz na mama yake hawana kosa. Eh, Maimasa ameweza kuandika kwamba nitarudi. Sasa hapo nyuma moja kati ya caption ambayo iliweza kuandikwa na mwanadada Kimambi, mwanadada Mange Kimambi iliweza kuzua gumzo sana kufuatia peji na mitandao mbalimbali ya kijamii. Ngoja ninukuu nukuu kile ambacho aliweza kuandika mwanadada mm, huyu Mange Kimambi. Ikiwa ni baada ya Diamond Platinumz kushare hizo picha majira ya jana, mwanadada Mange Kimambi aliweza kuandika ujumbe mrefu mwanadada, eh, mwanadada Zuchu katika ndoa ya mkeka. Sasa katika upande wa caption site aliweza kuandika hivi mwanadada Mange Kimambi: leo na sutwa tu na wambea wangu huko DM na WhatsApp Jamani, hii kazi ngumu maana inabidi muwe makini kuchagua sosi za kweli. Niligomea kabisa bila evidence, na pia nilikuwa naona kama wananipush wananipushi sana ni posti kuwa Diamond na Zuchu wamefunga ndoa, ila kila nikisema nipeni evidence yoyote, hamna. So mimi nilichukulia tu azifu ni kiki wameitengeneza wanataka mimi ndo ni ruke nayo kwanza, maana kila aliyenifata alikuwa anasema habari ni ya siri sana. Sasa watu zaidi ya wa wanne mmenipa habari hiyo, tena kwa kupo kwa kupokezeana, then mnasema ni siri sana. Sasa watu wote hao mmejuaje habari ya, ya siri kiasi hicho? Ndo nipopata shida. So mkiniuliza mimi kama ni kweli alimwoa ndoa ya mkeka, I still don't know. Could be true, could be drama the Diamond Platnumz, the CCM, could be anything. ni peni za muda hivyo eh, ndivyo we aliweza kuandika mwanadada Mange Kimambi kupitia peji yake ya Instagram. Sasa baada ya hapo, Mange Kimambi aliweza kurekodi videos ambazo zilimuonyesha kama vile eh, anaenda gainst na hichi ambacho Diamond Platnumz amekiposti ame kupitia peji yake ya Instagram, ambapo Diamond Platnumz aliweza kushare hizi hapa picha. Ngoja tupitie na uh, eh, kile ambacho likiandika Diamond Platnumz kufuatia postia, kile ambacho alikiandika Diamond Platinumz kufuatia majira amba nuku ya jana ilikuwa ni caption ndefu, ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo. mimi nitanukuu, nitakupitisha haraka haraka, lakini baada hapo video kuongea, nitakuwekea Mange Kimambi. Miongoni mwa vitu ambavyo nimejifunza ni ukomavu wa kukaa kimya. Ukomavu huu unataka uvumilivu wa hali ya juu, inataka uwe na moyo wa subra na hasa kukaza roho pindi mtu E, au watu wanapokuwa wanapokupakazia ubaya fulani kwenye jamii, alafu wewe una ukweli wake, lakini unatakiwa ukae tu kimya, usijibu ili hali ukweli unao ndani. Kwa kweli, si jambo jepesi, linataka ustahimilivu wa hali ya juu sana, na siwezi sema eti na uweza sana lakini namshukuru Mwenyezi Mungu amenijalia hekima hiyo ndo kwa kiwango chake, na nimekuwa nikiishi hivyo kwa muda mrefu, kukaa kimya kipindi chochote, akiwe watu wakijaribu kusema lote dhidi yangu, na ndio maana si, sina hata interview, lakini nimekuwa naepuka kufanya siku hizi, japo si jambo jepesi, lakini faida yake nimeiona na ukubwa. Maana vita, vita nilivyokuwa navyo inakuwa ni kama vile napambaniwa na Mwenyezi Mungu na inafanya niwe mshindi kila siku. Anyways, najua kila mmoja wenu anap, ana picha tofauti kabisa kuhusu Diamond Platnumz na kuoa ila tu nataka leo niwaambie kuwa huyu Diamond Platnumz alishawahi kuoa na kuna siku nitawaambia ikawaje. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika Diamond Platnumz kupitia peji yake ya Instagram, akijaribu kuwaaminisha mashabiki kwamba yeye alishaoa kitambo sana <laughs> kitu ambacho kinashangaza watu wengi kweli kweli. Sasa baada ya hayo kusema hivyo, mwanadada Mangi Kimambi aliweza kwenda against kwa kutuma video mbili za moto, akikanusha haya ambayo anayongea Diamond Platnumz kupitia peji yake ya Instagram, akiwa ameandika caption ndefu ambayo ikisema kwamba yeye alishaoa na hizo Habari ambazo mpaka sasa zinatapika kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii e, Azim Shtui kwa maana ni tayari tayari ni mkomavu wa moyo na anaepuka kufanya interview ili kutunza tu kile ambacho ukweli alionao ndani. Sasa so, nimetazama kila kitu ambacho aliweza kusema Mange Kimambi baada ya kumuona Diamond Platnumz amepost za picha na akishinikiza kwamba yeye alishamuoa Zuchu kitambo. Lakini Maimasa ameanza kusema kwamba Zuchu amepigwa marufuku kuingia katika nyumba ya Diamond Platnumz. Msikilize mwanadada Mange Kimambi alisemaje? ambayo utakuwa unapata update zetu kila wakati na kila muda, asante Bibi Esther. Alikuwa kutwa analilia ndoa, kutwa anapita, kutwa kupita kona zote, nioe Diamond, nioe Diamond, Mary, mwambieni anioe kwenye masteji, kwenye maredio. Kaka anasema isiwe tabu, ndio siku ya siku ya. Kambeba mzobe mzobe <laughs> akutaka mtu mwingine, akutaka nani? Mzobe mzobe mpaka kwa mufti, ndo zile picha pale, ndoa imefuna. Diamond akusaini chochote hakuna, sui makaratasi waliosaini hakuna, yaani ndo yamkeka yamkeka kweli. Sasa what happens, I think watu wa apu Juzi niliambieni ile story le, sasa ugomvi ukuishia pale, three days kabla ya harusi ya Juks. Diamond kamchapa kinganga talaka hizi kwenye simu, meseji, wesio mke wangu tena kuanzia leo. Messages tatu kamchapa talaka, siku tatu kabla ya harusi ya Juks. Mama Dangote amekaa pale anamsimamia andike message moja moja. Mama Dangote kasimama pembeni, Diamond kaziandika talaka hizi. Mnaambiwa Zuchu ana ana wiki hali ni analia tu, hali halali ni analia tu. Alafu mnajua ndoa ya Kiislamu ukishamwacha mwanamke kwa talaka tatu huruhusiwi kurudia kuwa naye au kumuoa tena mpaka akaolewe na mtu mwingine kwanza, akachokonolee kwanza na mtu mwingine, achumishwe mchicha na mtu mwingine, ndo uje umuoe tena hey. Sio kama uh, wenzetu labda kule kwamba ukimwacha mtu mkiachana, you you can can get back together like you can divorce and get back together hapo hapo. Hapana, huku kwetu bwana, ukishachapa mwanamke talaka, lazima akaolewe na mtu mwingine akachokonolewe kwanza kule, afu apewe divorce kule, ndo arudi umo. Wewe sasa, mnaambiwa hadi Jacob ana msiba tu, mtoto hataki kula, mtoto hataki kusimama, mtoto hataki nini, hataki nini, hataki tena kuishi. Ndoa imelasti miezi kama miwili <laughs> sio mitatu really, Ah, shika muda ya shika. Mama madangote, watoto wa kike, acheni kufusi ndoa ni kufosi ndoa, maana ndo yatakuta. Acha mwanamume ataki kukuoa.